Nichukua nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwenye mkutano wake wa jana pale kule kwenye ziara yake ambayo anaendelea nayo. Mheshimiwa Rais amenikumbusha kwamba pale ambapo mwiba unaingilia, ni pale pale mwiba unatakiwa utokee pale pale. Kwa hiyo bila kupoteza muda, Mheshimiwa Rais alimjibu Mheshimiwa Mpina kwa vitendo wamba anachokifanya hayuko sawa sawa. Kwa hiyo yale majibu ambayo alipewa Mpina, mimi kwa kweli yamenipa raha sana, yameniletea furaha sana. Mheshimiwa Rais, kongole nyingi sana. Hauwezi kuwa na mtoto umemzaa mwenyewe umemlea mwenyewe kwa tabu na raha, alafu baadaye anakuja kukupiga mateke hadharani. Ulipoingilia mwiba, na mwiba ukatokea hapo hapo. Safi sana, endelea kutufundisha, endelea kutuelekeza kwa vitendo. Mwisho wa siku tutaelewa tu Daktari Samia Suluhu Hassan ni nani.